ni kiriga na kimago kia kiumirite thokoine ntherwene na boni nyuma ya mwekuru umwe na riutira wa katherine kanario gutirimarutirerwa barabara atetwe turobwawe na njira ya kunyerwa nkingwa na kicio gukirikanaga ni mukuru wawe camurimiriti utemete nta meji mantu ija umbite kwthirwa a kuna mwili ya mwanamke moja wa eliakim sirigiti iliweza kuonekana katika barabara ya Ntherone, kiuma mara mrot ikiwa huyu mama amewawa kando ya barabara. Nikaweza kutuma askari kutoka haba na walipofika kule kweli walipata maiti ya mama ambaye alitambulika kama Catherine Canario, na ni kwamba aliwawa kupitia kwa kukata shingo na kisu. Uyu marehemu Catherine Canario ni mama ya miaka 45 na bwanake atuji sana miaka lakini bia ni mtumuce kuringana na ospid arua kuumania na uthuthuria bwao ikuo kie kiumanitie na ndoce kiimicie na aria kathiri niaonekanite na mukuru wa wethia ni nthero ene bakire ya into bia o na na nyume ene baanite mucinji wao bonekana bakiretanairagathina indi nyumaine bomba kwithirwa bakiathuranania antu ngui ilibainika kwamba mauaji yake ilitokea kuhusu mambo ya kifamilia kwamba e, tarehe ishirini na mbili yani, ile usiku alienda kuwawa, huyu marehemu alikuwa katika soko la Ntherone akiwa na bwanake ambaye anajulikana kama Samuel Mriti, na waliweza kukua kwa hiyo soko wakikula na kuburutika. Ilipofika mwendo wa saa tano wananchi walitolezwa kwamba hawa wawili waliweza kuondoka kuelekea nyumbani kwao, lakini hapa kidogo kuna msoso ilitokea kati ya huyu marehemu na bwanake Samuel Muriti, wakasosana kitoko na huyu bwanake akaumisa akajaribu kupika huyu mama. So wananchi waliingilia na wakatenganisha hao. Nao sasa wakaanza kuelekea nyumbani hao wawili nare hospidi weto kuma nothuthuria bwao kathirini amwe na mukuru wawe ni bedhre uto wachia tanira thina kwa kajita untu ugite mwankira thiji Samuel na arombere kwithirwa akimatuka untu ugite nokabete tena ambele kumusua ni kenda akajukiri uta garida kiwatho. Tumeelezwa kuwa uh, for some time hao wawili hawajaishi vizuri sana, wamekuwa kiso sana, mzee akitoroka akirudi. Kwa hiyo boma, so most likely the cause of murder ni huyu bwanake ambaye mpaka sasa hivi hatujui alipo, ametoroka, na tunashirikiana na wananchi kutafuta yeye ndio aweze afike hapa atueleze nini kiliendelea hiyo usiku. mucione joma anoritiakari bakathirwa bakijukia atua njarane nimekuwa hapa kweli for the last six months na nimeona iko wananchi wengi hapa kidogo wanapenda kuchukua sheria mkononi mwao, wakati bibi na bwana wamekosana anachukua sheria mkononi mwake, anaumiza bibi ama bibi anaumiza bwana ama jirani anaumiza jirani mwenzake, labda amekwazania shamba. So ukweli ni kwamba vile nasemanga, hakuna haja ya kuchukua sheriani mkononi mwako, especially kuwa mtu, because the moment umeua mtu, hauna hata hiyo maisha ingine